Je, kunywa maziwa ya ng'ombe kunaweza kusababisha kubalehe mapema kwa wasichana? Hii ni dhana potofu inayojulikana, ambapo wazazi wengi huepuka maziwa ya ng'ombe wakifikiri watoto wao wanaweza kubalehe mapema. Kwa hivyo, ushahidi unasema nini hasa? Hakuna ushahidi wa uhakika wa kuthibitisha au kukanusha kwamba maziwa ya ng'ombe yanaweza kusababisha kubalehe mapema kwa watoto. Kwa hivyo mnapaswa kufanya nini kama wazazi? Ikiwa hamtaki kabisa kutoa maziwa ya ng'ombe, mtalazimika kutoa mbadala wa maziwa ya ng'ombe ili watoto wenu wapate kalsiamu ya kutosha katika mlo wao. Mbadala ambao mnaweza kuchagua ni maziwa ya kikaboni, au mnaweza kutumia maziwa yaliyopunguzwa mafuta, ambapo kiwango cha homoni katika maziwa ya ng'ombe ni kidogo, au mnaweza kugeukia bidhaa za maziwa za mimea. Kwa hivyo hizi ni mbadala tatu. Unapotumia bidhaa za maziwa za mimea, unapaswa kuchagua maziwa yaliyoimarishwa ili watoto wapate kiwango cha kutosha cha kalsiamu. Kwa hivyo kwa nini tunajali unapoepuka maziwa ya ng'ombe kwa watoto wako? Kwa sababu maziwa ya ng'ombe yanatoa kalsiamu nyingi kwa watoto wanaokuwa. Watoto wanaokuwa wanahitaji angalau miligramu 500 ya kalsiamu kwa siku. Kwa hivyo, ikiwa utaepuka maziwa ya ng'ombe na usitoe mbadala hizi, basi afya ya mifupa ya watoto wako inaweza kuathirika.